Kuwa na pesa hakukumfanya asiteswe na mapenzi tena, ndiyo alidhalilika kabisa. Kweli nimeamini pesa siyo kila kitu. Wiki hakuna unachoweza kufanya kitandani. Ndipo alipowaza vizuri na kugundua kuwa wanawake wengi wanafuata pesa kwake na si mapenzi. Akaamua kujifanya mlinzi wa getini, lakini mambo hayakuwa rahisi. Samahani mrembo, nakuomba. una hela ya kunipa? Wewe kaa mbali. Hii ni hadithi ya Adam, mwanaume bilionea aliyejifanya mlinzi wa getini ili kupata mke sahihi. Niandikie kwenye komenti unatizama hadithi hii ukiwa wapi. Usisahau ku like na kuandika maoni yako kuhusu hadithi hii. Kabla kupoteza muda, tuanze. Usiku ulipoingia, jiji la Dar es Salaam liliwaka taa kama nyota zilizolala barabarani. Ndani ya jumba lake kubwa lenye kuta za vioo na sakafu inayong'aa kama fedha mpya, bilionea Adam Mshale, kijana mwenye umri wa miaka 34, alikuwa amekaa kitafakari jambo moja tu: upendo wa kweli bado upo au ni hadithi za vitabuni? Mafanikio yake yalikuwa siri ya wengi, lakini maumivu yake ya moyo yalikuwa siri ya kwake mwenyewe. Kila mwanamke aliyewahi kumpenda alionekana kutamani pesa zake zaidi ya mtu aliyekuwa ndani yake. Siku hiyo akachukua uamuzi ambao hakuna aliyedhani angewahi kuona: kujifanya mlinzi wa geti la moja ya apartment za kawaida Sinza, ili kutafuta mwanamke atakayempenda bila kujua kuwa yeye ni bilionea. Alivaa kombati, fulana nyeusi, viatu vizito, kofia ya ulinzi na miwani ya bei rahisi, kisha akajiita jina jipya Juma Mshana. Akaajiriwa kirahisi tu kwa sababu meneja wa apartment alihitaji mlinzi wa usiku haraka. Siku yake ya kwanza kazini ilikuwa tulivu hadi saa nne usiku, wakati msichana mmoja alipofika akishusha mifuko mingi ya vyakula alikuwa mrembo amevaa gauni jeupe lililokuwa limechanwa kiupande, midomo mekundu, macho makubwa yenye huzuni iliyojificha. Samahani mlinzi, naomba unisaidie hii mizigo, alisema kwa upole. Adam au Juma alijikuta akitabasamu bila kutegemea. Kulikuwa na kitu katika sauti ya msichana huyo. Jina lake lilikuwa Nuru. Nuru hakuwa na maisha rahisi, alikuwa anafanya kazi ya ushonaji mchana na usiku alikuwa akisoma kozi ya uhasibu. Mara nyingi Nuru alikuwa akipita akiwa amechoka sana, lakini akijilazimisha kutabasamu. Adamu alianza kumjali bila kujua. Kila alipokuja alijisikia kama dunia imefungua dirisha la hewa safi kwake. Lakini pia aligundua kitu kingine. Nuru alikuwa na mzigo wa maumivu makubwa. Watu waliomfahamu walimnong'oneza kuwa alitoka kwenye mahusiano yaliyomuumiza vibaya sana, na tangu hapo hakuwahi kumwamini mwanamume yoyote. Usiku mmoja mvua kubwa ilinyesha. Nuru alirudi akiwa ameloana kabisa. Tena ni wewe jamani, umenisaidia sana, Adamu alimwambia akimfungulia geti. Aliingia haraka ndani ya kibanda cha ulinzi ili apate joto. Adamu akamkabidhi kitambaa. Wakiwa hapo karibu sana, kwa mara ya kwanza Nuru alimwangalia moja kwa moja machoni. Unaonekana mtu mzuri sana, Juma alisema, watu wachache wana moyo kama wako. Maneno yale yalimgonga Adam moyoni kama radi. Hakuna mwanamke aliyewahi kumwambia hivyo bila kutaja pesa zake. Siku zikapita, kila usiku walikuwa wakizungumza, wakicheka, wakigawana ndoto, maisha, historia zao, lakini Adam hakuweka ukweli wote. Lakini kadri walivyokaribiana ndivyo hatari ilivyokaribia pia. Kwenye apartment hiyo aliishi kijana mmoja aliyekuwa anamtaka Nuru sana, Ben Mahona, mtoto wa tajiri anayeamini kila anachotaka lazima apate. Alimchukia Adamu kwa sababu Nuru alipenda kuongea naye. Ben akawa akitupa maneno, akimtukana na kumwambia, ulinzi ndiyo kazi ya watu wasiokuwa na dira, huwezi kumpata Nuru. Adamu alijizuia sana, hangeweza kujivunjia siri yake mapema. Usiku mmoja Nuru alifika akiwa amekasirika sana, macho yalimtoka machozi. mama yangu anaumwa sana, alisema kwa sauti dhaifu. Hospitali wameomba pesa nyingi za vipimo. Adam alitaka kutoa milioni tano papo hapo, lakini akakumbuka. Yeye ni mlinzi maskini kwa sasa. Alijikuta akimwambia Nuru, nitakusaidia kwa chochote nitakachoweza. Alikesha usiku mzima, akipanga namna ya kumsaidia bila kumfichua. Kesho yake Adam alituma pesa hospitali, kwa jina lisilotambulika. Nuru alipopokea ujumbe wa kuwa gharama zimeshalipwa, alilia sana. Alikwenda kwa Juma. Adam akamkumbatia kwa nguvu. Ulinifanyia nini? Hukuwa na sababu yoyote kufanya hivi. Adam alishindwa kujibu. Kifua chake kilijaa hisia ngumu, tamu lakini chungu kwa sababu ya uongo wake. Beni alipoona ukaribu kati ya Nuru na mlinzi maskini, alianza mpango mchafu. Akaagiza watu wamfuatilie Juma. Walichunguza wakachunguza, lakini hawakupata chochote kwa sababu Adamu alikuwa makini sana kuficha nyendo zake. Hata hivyo, Ben hakukata tamaa. Aliahidi kumwangamiza mlinzi maskini, bila kujua anamgusa mtu ambaye mali zake zinaweza kuinunua familia yake mara mia moja. Usiku wa Ijumaa, Nuru alimletea Juma chakula. Walikaa muda mrefu wakizungumza. Wakati Nuru akiondoka, wa Adamu alijikuta akisema, Nuru, nisingependa kukuona unaumia tena Natamani siku moja ni kuonyeshe dunia tofauti. Nuru alisita, alilamba midomo akasema kwa upole, labda dunia tofauti yangu inaanza hapa nawe. Kauli hiyo ilimtesa Adam usiku mzima. Moyo wake ulitaka kumwambia kila kitu, lakini je, akimwambia ukweli, kuna hakika atamwamini? Siku hiyo usiku, kabla hata hajamaliza zamu yake, gari jeupe aina ya Prado likasimama mbele ya geti, mlango ukafunguka na ndani alitoka rafiki wa karibu wa Adamu, bosi wa kampuni moja aliyofanya naye miradi. Adam, bro, mbona hukujibu simu zangu? Aliongea kwa sauti kubwa bila kuogopa. Nuru alikuwa bado kwenye korido ya mbali akimsikia. Moyo wa Adamu ukasimama, kila kitu alichokuwa akikificha kilikuwa hatarini kufichuka. Ben naye alionekana dirishani akitabasamu kama mtu aliyekamata ushahidi. Usiku ule hewa ilikuwa nzito. Razi, rafiki wa Adamu, alikuwa bado ameshika mlango wa gari, huku akimwangalia kwa mshangao. Bro, umefanye kabla hajamaliza, Adamu alimsogelea haraka na kumshika mkono kwa nguvu iliyokuwa na ujumbe mzito. Sh, hapa naitwa Juma, tafadhali, Adamu alimnong'oneza, lakini tayari lilikuwa limechelewa. Nuru aliyekuwa akijaribu kuwasha taa ya korido alisikia kila kitu. Beni kutoka dirishani akatabasamu kama mtu aliyeshinda vita. Nuru akamsogelea taratibu. Juma au Adamu? akiwa na uso ambao haukuonyesha hasira wala tabasamu. kwa hiyo wewe si mlinzi? aliuliza kwa sauti ya upole unaoumiza zaidi ya kelele. Adamu alishindwa kujibu. Kimya kilikuwa kizito mithili ya chuma miguuni. Hatimaye akaongea, Nuru nilio, niliogopa upendo wako, usijenipenda kisamali na si penzi lako kwangu mimi. Nuru akajikuta akitabasamu kwa uchungu. Kwa hiyo uliamua kuniambia uongo tangu siku ya kwanza? Hapana, nilitaka kukujua kabla yaa. Lakini uliamua kuishi uongo badala ya ukweli, nuru akamkatiza. Wewe ni sawa na wale wanaume wengine niliokimbia, tofauti ni kuwa wewe umejificha vizuri zaidi. Maneno hayo yalimuumiza Adam moyoni kuliko kitu chochote alichowahi kupitia maishani. Nuru akageuka na kutembea polepole kuelekea ghorofa ya tatu, hakutazama nyuma. Adam akabaki amesimama. Siku zilienda wiki zikapita. Adam aliendelea kufanya kazi kama mlinzi huku moyo wake ukilia kimya kimya. Razi alimwambia mara kadhaa, "Bro, mwambie ukweli wote. Mwambie kwa nini ulifanya vile." Lakini Adam alijua si rahisi. Nuru aliendelea kumepuka kila alipotaka kuongea. Alikuwa akipita tu bila kutazama upande wake. Ben, kwa upande mwingine alitumia fursa hiyo kumkandamiza kila alimpomona Adam alilipua maneno kama, ungekuwa na pesa kama mimi ungezoea wanawake kukukataa. Hata kama ungekuwa mlinzi halisi, bado Nuru si wa kiwango chako. Hata hivyo, Adamu hakuonyesha hasira. Alikuwa amekomaa, lakini ndani dhoruba ilikuwa inamrarua vipande vipande. Siku moja asubuhi, meneja wa apartment alimuita Adam. Kuna mtu amelipa mchana mzima kodi ya mwaka mzima ya familia ya mama yake Nuru. Pesa imetoka kwa jina lako la kweli Adam Mshale. Meneja alimwangalia kwa macho ya mshangao. Kwa hiyo wewe ni yule bilionea wa kampuni ya Mshale Holdings? Ukweli ukawa umeshafumuka mapema kuliko alivyotaka. Nuru alipopata taarifa za kwamba mapato ya hospitali na kodi ya nyumba ya mama yake yalilipwa na mtu aitwaye Adam Mshale, moyo wake uliunguruma. Hapo ndipo alikumbuka siku ile ya mvua na maneno aliyoambiwa kuwa, natamani siku moja ni kuonyeshe dunia tofauti. Alichanganyikiwa kwanza, alihisi kuchukia zaidi. Kwa nini mtu awe na sababu ya kuishi uongo huu wote? Kwa nini amsaidie kisiri? Lakini usiku ule, kabla hajaenda kulala, alikumbuka macho ya Adam yale ambayo yalionekana ya kweli zaidi kuliko maneno yake. Siku iliyofuata Nuru akamtafuta Adam kwenye kibanda cha ulinzi lakini hakumkuta kibanda. Kilikuwa kimetulia, viti vimetulia, kitabu cha kudhibiti wageni hakikuandikwa chochote. Adam hakuwa kazini tena. Wakati anajiuliza alipo, gari mbili nyeusi zilifika, walinzi waliovalia suti walishuka na walisimama mlango wa apartment kama vile wanamchukua mtu muhimu sana. Ndipo msimamizi wa apartment akasema kwa sauti, leo Adam anarudi nyumbani kwake, amemaliza kufanya kazi ya kujificha. Nuru alisikia maumivu yasiyoelezeka. Mtu aliyemchukia kwa kumdanganya sasa alikuwa anaondoka bila kusema neno hata moja. Muda mwingi ulipita, Nuru alihisi utupu. Hakujua ni nini kinaendelea, ni maumivu, hasira au ni kitu kingine ambacho hakikutajika kirahisi. Siku iliyofuata mama yake alipona kabisa na kurudi nyumbani. Nuru akampiga mama yake kicheko na machozi, lakini ndani ya moyo wake mawazo yake yote yalikuwa kwa mtu mmoja Adam. Hatimaye mama yake akamwambia jambo ambalo lilibadili kila kitu, yule kijana aliyelipa gharama zangu za hospitali aliniletea barua, aliniambia, siku moja nitakupa, lakini nafikiri muda ni huu. Nuru akachukua barua ile kwa mikono inayotetemeka, iliandikwa, Nuru, sikuja kwako kwa mali, nilikuja kwa moyo nilijificha ili nipate mtu atakayenipenda bila kujua jina langu. Kama moyo wako bado una nafasi, nitakungoja leo saa moja usiku kwenye bustani ya Mwale Garden. Ikiwa hutakuja nitaelewa, lakini nitaendelea kukutakia mema Adam. Barua ile ilimfanya amesimame kama ameganda. Huu ulikuwa ukweli wa kwanza ambao Adam ameandika bila kujificha, bila uongo, bila siri. Saa kumi na mbili arobaini na tano jioni, Nuru alikimbia kutoka apartment akashika bajaji na kuelekea Mwale Garden. Moyo wake uligonga kama ngoma ya vita. Alipofika bustanini, taa zilikuwa zinawaka kwa mwanga hafifu. Kulikuwa kimya, upepo mdogo ukipuliza maua. Katikati ya bustani, Adam alikuwa amesimama, si kama bilionea wala si kama mlinzi. Alikuwa kama mtu tu, mwanaume mwenye moyo wa dhati. Alipomuona Nuru, macho yake yalijaa faraja na hofu kwa pamoja. Nuru alisimama mbele yake na kusema kwa sauti ya utulivu, kwa nini hukuniambia mapema? Adamu alitoa pumzi ndefu, kwa sababu nilikuwa naogopa kupoteza kitu nilichokuwa nimekipata. Nilikuona ukiwa na maumivu mengi maishani, nilitaka uwe na mtu ambaye si bilionea anayejifanya mwokozi, bali mtu wa kawaida anayekusikiliza. Nuru akalia kimya kimya, kisha akasema Ulikosea kwa kunidanganya, lakini nakubali, moyo wako haukuwa na nia mbaya. Adamu akasogea hatua moja mbele. nitafanya chochote kurekebisha, sio kama bilionea, bali kama mwanaume anayekupenda Nuru akamwangalia kwa muda mrefu, kisha akasema maneno ambayo Adamu hakutarajia kuyasikia. nataka kujaribu, lakini safari hii hakuna uongo. hatua moja mbele kwa pamoja. Adam akashusha pumzi yenye furaha kubwa, akamshika mikono yake kwa heshima. hatua moja mbele, alirudia. Na pale bustani ya Mwale Garden, hewa ikawa tamu, ulimwengu ukawa tulivu. Nyota zilishuhudia mapenzi ambayo yalipitia uongo, hofu, maumivu, lakini mwishowe akasimama kwenye ukweli. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii. Niandikie ulichojifunza kwenye komenti, usisahau kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Bye-bye.